Na mila tumejaribu Rashid oh, ama kuna stori ya kujaribu vijana oh, amejituma. Unaangalia mechi zako, naangalia na mechi za mwenzako, kwa sababu kila mtu anawania kuwa katika nafasi nzuri katika kundi, kwa sababu sahii kuna uh, Gabon uh, ambaye atakuwa amepata matumaini alama tatu mm -hmm. kuna Ivory Coast ambaye hajacheza mechi yake, kumbuka sisi tumecheza mechi sita bado hajacheza mechi yake moja, kwa hiyo kuna Gambia, kwa hiyo ni mechi ambayo wewe unacheza zako na pia mm -hmm. lazima u... upate ala. Muombe mwenzako pia apoteze, kwa hiyo kwetu sisi tunafurahia tu, tu kwamba uh, wananchi wameonyesha nia mm -hmm. ya kuweza kuienzi kui timu yao na kuirudisha ile imani. Sasa ni wachezaji nao sasa wajitahidi kwa sasa na kuendelea pamoja na benchi la ukufundi mm -hmm. ili nao kuweza kulipiza kile mm -hmm. ambacho wananchi wanafanya. Oh, maanake nkikuuliza uh, Fabish jina lake la kwanza Reinhard Fabish. Niko na, na sababu yangu manake, nakumbuka mwaka wa mwisho kabisa kuona umati ule ulikuwa labda mwaka 97 tisini na saba mm -hmm. mm -hmm. Wakenya waliweza kujitokeza kwa wingi kitu ambacho akina mjadala Lulu ni kwamba Wakenya wanapenda mpira, lakini Wakenya wanapenda matokeo mazuri, yani Atu. timu ikifanya vizuri hata kama ni ligi hizi za, za mitaani mm. ligi -hmm. kuu la daraja ya kwanza, daraja ya pili, Wakenya watajitokeza heka matokeo mazuri. Ile sare iliyopatikana kule dhidi ya Gambia ndio iliwapa Wakenya matumaini. Ule mpira uliochezwa pale, Wakenya waliona kwamba kweli kuna kitu ambacho mkufunzi Benni McCarthy mm -hmm. anakifanya na, na, na safu yake ama na jopo lake la ukufunzi. Kwa hiyo leo wameenda tena mm -hmm. kama atakuwa wameridhika kile ambacho kinaendelea mm -hmm. Hawataponzwa na matokeo mm -hmm. Kwa sababu kumbuka mkufunzi huyu hajakaa na kikosi muda, mm -hmm. mrefu, hiyo, e, na kikosi kwa muda mrefu. Kwa hiyo na imani hata yeye atapata amejifunza mawili matatu namna mm -hmm. e, ya kutengeza kikosi chake. Kwa hiyo ukiwapa wakenya uhondo kiwanjani wakenya watakuja, ila tunawasihi wa Kenya pia wasichoke, huu ni mwanzo tu. Mm -hmm. Kabisa, walizidi kujitokeza, hakuna aliyepata mtoto alikuwa anajua anampata leo, awatia mm -hmm. bidii tu, <laughs> tu, pia wao nao waweze kutia bidii kuweza kuishabikia timu, wakufunzi waweze kunoa wachezaji katika ligi tofauti tofauti, imsaidie mkufunzi kupata wachezaji wazuri wa kuwajumuisha katika timu ya taifa, na pia ikumbuke kwamba asilimia kubwa ya wale watu walikuwa Nyayo ni mashabiki wa Arsenal wengine labda wameenda kwa sababu ni ukweli, wengine weza kuwa wameenda, lakini wengi ni wazalendo, timu wanaopenda timu Arsenal wanapenda. Eh, una haribu mada, lakini naen basi tu na kwaheri, mtazamaji.